Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndugu zangu watu wa tiba ya siri na dua, leo nimekuja na somo somo zuri sana somo ambalo la kuzima kesi somo ambalo la kuzima kesi. Namna gani ya kuzima kesi? Kwa mtu ambaye kesi hiyo amedhulumiwa, au kesi hiyo huyo mtu ambaye mwenye shida labda, si nyingine kesi ni ya kwake kaenda kumshtaki mtu kwa sababu huyo mtu alimdhulumu. Sasa unataka kupata haki yako, ufanye kitu gani ili umwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie hiyo haki yako? Ndugu zangu, kumbukeni ya kwamba silaha kubwa ambayo tulikuwa nayo sisi ni dua, silaha kubwa ambayo tulikuwa nayo ni dua. Na namna kusoma dua, zipo zana nyingi sana dua. Unaweza kaamua tu kukaa chini ukasoma sura kadhaa ukakaa chini ukasoma aya kadhaa, ukakaa chini ukaleta istighfari, ukakaa chini ukamtasbihi Allah, ukakaa chini ukaleta adhkari yoyote ile. Zote hizo ni dua na zinasehi au zinaswihi kuzifanya. Ndugu zangu, hizi dua zipo zana nyingi sana. Kuna baadhi ya watu katika dua zao huchanganya, huchanganya dua ambayo ni Qurani, pamoja na adhkari, pamoja na nyiradi zingine, ambayo ni majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo ni 99 tuliofundishwa. Hiyo yote ni dua. Kuna baadhi ya watu katika dua hutumia aya peke yake. Haya tupu, hutumia haya tupu kwa ajili ya dua. Kuna baadhi ya watu hutumia nyiradi. Tunaposema nyiradi zipo zana nyingi tofauti tofauti au azkari zipo nyingi zana tofauti tofauti. Basi kuna watu wengine hutumia hizo nyiradi au azkari katika hali ambayo ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, hii dua ni kwa ajili ya kuzima kesi au kushinda kesi. Ikitokezea kama wewe labda umebambikiwa kesi, na wapo watu wengi ambao wanabambikiwa kesi kesi, hajafanya kosa anapelekwa polisi, then baada ya hapo mahakamani, na mahakamani, mwisho wa siku huenda katoka hukumu kwamba mtu huyu labda afungwe miaka kadhaa, miezi kadhaa, hali ya kuwa masikina Mungu huyu mtu hajafanya kile kitu. Kuna watu wengi sana wamebambikiwa kesi za kudhulumu. Kuna watu wengi sana wamebambikiwa kesi za kuzini au kesi za kubaka, hali ya kuwa kisheria hawajabaka. Sasa ukiona wamebambikiwa kesi ambayo kweli wewe hilo jambo jalifanya, mwelekee Allah ndugu yangu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo na siku zote Mwenyezi Mungu akiona mtu ambaye amedhulumiwa anamuomba yeye basi Allah subhanahu wataala humrekebishia majambo yake, lakini sio nadhulumiwa, umekaa tu inshallah, inshallah, inshallah, umekaa tu uinu mikono juu. Basi rafiki yangu, huenda kakaa kakaa na tatizo lako kwa muda mrefu sana, sawa? Ushahidi upo, kuna watu wengi ambao walikamatwa kisha akawekwa mahakamani na wakafungwa kwa muda mrefu, hali ya kuwa maskini wa Mungu hajafanya kosa lolote. Watu hao wapo wengi sana wanaopata dhulma aina hiyo. Sasa mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inayozungumza hapa, inawezekana wewe labda una baba yako, una mama yako, una kaka yako, labda alifanya dhulma hii, huyu mtu alifungwa pas na kosa, na mwenyewe anakuambia kabisa, wallahi mzee wangu, mimi sijafanya kosa lolote, mnisingizia kunifunga. Au mtu anaanza akasema, kanalalamika, atoe Mwenyezi Mungu, mi sijafanya hili jambo hali ya kuwa mzee wako anamsikia au kaka yako anamsikia anasema na hivyo lakini, masikina Mungu kashafungwa sasa. Mwelekee Allah subhanahu wataala, mlilie Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, fanya hii dua, soma kwa ajili ya kumwelekea Allah subhanahu wataala. Mwenyezi Mungu kama mtu huyo kafunga kwa bahati mbaya, kafungwa kwa makosa, basi Mwenyezi Mungu amtoe kule alipo, na kama Mwenyezi Mungu ana miujiza mikubwa sana, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala lakini halikadhalika, kama wewe ndio kesi ipo mahakamani, umeshasingiziwa ipo mahakamani, wiki ijayo, mwezi ujao, unaenda mahakamani, basi anza sasa kusoma dua hii mara kwa mara, ukimtawakal Allah, insha Allah, Allah subhanahu wataala atakufanyia wepesi. Ndugu zangu, hii ni dua, dua hii ni kwa ajili ya kushinda kesi, lakini isitoshe, dua hii ni kwa ajili ya kuzima kesi au kumaliza kesi. Ndugu zangu, kwa mtu ambaye anajihisi tatizo hili ambalo tumezunguza hapa, cha kufanya huyu mtu au kama wewe, nahisi ndugu yako mwtatizo hilo, kaukumiwa miaka kadhaa, basi wewe msomee dua huyo ndugu yako. E we kama wewe, kaa chini, soma hii dua. Lakini kama kesi ipo mahakamani kwa sasa hivi, ima mnadai haki zenu, basi kaa chini, soma hii dua. Sawa, dua yenyewe inakusanya baadhi ya vitu ambavyo wanapaswa uvifanye na vitu vyenyewe ni hizi aya kuzisoma. Jambo la kwanza, hakikisha tenga muda katika siku hizi mbili, ima ni siku ya yaumul khamis au siku ya yaumul jumua. Tafuta muda katika siku hizo mbili, sawe. Tafuta muda katika siku hizo mbili na muda wenyewe ni kuanzia baada ya swala ya asubuhi mpaka magharibi, katika siku hii ya Alhamis. Siku ya Ijumaa muda wenyewe napenda zaidi ni baada ya magharibi mpaka karibia na surati subuhi, kwa mtu mwenye kesi hiyo. Kwa hiyo kama Alhamis, basi itaidi toka muda ule ambao baada ya surati subuhi, kaswali subuhi, utakumaliza subuhi Po free, basi soma hiyo dua mpaka utapomaliza. La hasha, muda huo hapo free, kasali subuhi. Baada ya subuhi fanya rati za kawaida, rudi nyumbani, kunywa chai yako vizuri kabisa, ile ya saa nne ile, basi kaa kitako, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Kaa chumbani kwako na msala wako, au kaa nyumbani kwako na msala wako. Ukianza kusoma hupaswi kuinuka na kutoka nje, Labda unasoma ukisikia dhana palepale, inuka. Naamini akatu unasoma utakuwa na udhu wako, basi swali la dhuhuri. Baada ya dhuhuri, amadua yaka kawaida, kaa chini, endelea na dua. Utasoma swala la asr, mingia inuka, swali la asir. Baada ya asir, kaa chini, endelea na dua hakikisha mpaka mida ya saa kuna mbili kasoro, zile ndio dua yako ya mwisho itakuwa na imarizia, sawa eh. Baada ya magharibi swali magharibi, hapo ruksa kwa mwingine, mnaweka vizuri, eh. Na yeye mwenye kutaka kusoma siku ya Ijumaa afanyeje? Basi jitahidi siku ya Ijumaa hiyo, ni ule usiku baada ya magharibi. Pendelea muda huu, kwa sababu unua hii ni ndefu sana. Tunapendelea siku ya Ijumaa iwe mtu asome muda usiku, kwa sababu siku ya Ijumaa mchana kuna ile salatu aljuma, muda takufinya kidogo, utoke mpaka ndani msikitini, ukae msikitini, khutba ishe, baada ya khutba kuna mawaidha, utoke tena msikitini, rudi nyumbani, muda tukomaenda kidogo, ndio tunasema dua hii siku ya juma. Basi swali muda ule wa usiku, sawa eh. Unaweza kama mchana wa siku ya Alhamisi ukalala zako vizuri, kwa hifadhi usingizi wa usiku sana, usingizi usiku baada ya swala Aisha, basi kula chakula chako mida saa tatu saa nne anza dua yako walau kwa masaa matano masaa sita mlilie Allah subhanahu wa taala. Utakuwa na soma dua mida hiyo usiku. Ukifika soma dua, soma dua. Ukitimisha dua, inuka juu swala rakaa mbili za kiyamu laili, au ka swala na kuongeza vinavyo kuongeza kiyamu laili. Baada ya hapo, omba dua zako, lala dua yenye yisa kusoma utasoma surati Yasin mara ishirini na moja. Surati Yasin mara ishirini na moja kwa mtu yoyote ule mwenye kesi mahakamani, au kwa mtu yoyote ambaye amedhulumiwa mahakamani, au kuna mtu yoyote ule, labda kuna tajiri amedhulumu kwa sababu yajujua yeye ana mali nyingi, basi soma surati Yasin mara ishirini na moja. Utaanza kusoma sura ya Yasin mara ishirini na moja. Hizi utasoma hivi, utasoma kwanza, jambo la kwanza utaanza la istighfar, sha zetu zile zile kabla ya dua, una udhu wako, ka kwenye muswalla, anza kuleta istighfari mara mia moja, mtaji Mwenyezi Mungu, la ilaha illallah mara mia moja. Tafuta jina lolote la Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukasema tu ya latif, ya latif, ya latif mara mia moja kama ya latif, kwa kweli ni gumu. Tafuta jina lote la Allah. Mwenyezi Mungu ana majina mengi mazuri, tafuta jina katika la majina tisini na tisa ya Allah, huwallahu alladhi la ilaha illahu huwa arrahman arrahim al almalik alquddus assalam al almumin almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir almutakabir, taja ya majina ya Allah ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifundisha. Sasa yasome yale majina ambayo ya Allah subhanahu wataala aliyoyafundisha. Tahadhari, usitumie majina yoyote zaidi ya yale ambayo Allah subhanahu wataala alitufundisha kupitia mtume wetu wasallam, Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, malaika vizuri. Kwa hiyo utaanza istighfari astaghfirullah astaghfirullah maramia la ilaha illa Allah maramia, chagua jina la Allah mojawapo kutoka ulipenda wewe, kama ya Latif, kama ya Rahim, kama ya Quddus, kama ya Jabbar. Itaje hilo jina la Allah mara mia moja, ila sana sana napendelea litaje ya Latif mara mia moja. Kisha baada hapo, mswali mtume wetu Muhammed sallallahu alayhi wasallam, mtume Muhammed sallallahu alayhi wasallam, mswali mara mia moja. Baada hap ya hapo tia nia zako kwamba ya Rabbi, nasumadua hii ya Rabbi, na shida kadha kadha kadha na kesi mahakamani, mwaka wa tatu huu nangaika mahakamani. Ya Rabbi, mimi sina pesa yoyote, nimedhulumika. Ya Rabbi, wewe Mwenyezi Mungu ni hakimu wewe, ambaye mwenye kuhukumu. Wewe ni hakimu wa kujua siri na dhahiri. E Mwenyezi Mungu, nakuomba jalia nipate kushinda hii kesi. E Mwenyezi Mungu, nakuomba jalia ipate kuzimika hii kesi, ipate kuisha. E Mwenyezi Mungu, jalia ndugu yangu amedhulumika, ipo mahakamani huko kwa alipo, ya Rabbi, kadhulumiwa huyu mwaka wa tatu wa nne sasa, jalia Rabbi hapa, ya ya kwa baraka kisoma hiki ninachokisoma hapa, jalia yule ndugu yangu alikuwa kule haruhusiwe harejee nyumbani. Ya Rabbi, kando hakimu, basi ya Rabbi, nakuomba kwa jina tukufu ya hakimu, jalia mzee wangu, kaka yangu, baba yangu, dada yangu ambaye kadhulumiwa ipo polisi au ipo mahakamani arudishwe nyumbani, haruhusiwe arudi nyumbani tatia nia zako zote. Baada kumaliza kumaza nia zako, kinachotakiwa baada ya hapo, ndio utaanza kusoma surat Yasin. Surat Yasin utaisoma mara ishirini na moja. Utaanza tu bismillahi rahmani rahim yasin walqurani alhakim innaka la minal mursalin ala sirati mustaqim. Utasoma surat Yasin mwanzo mpaka mwisho kwa hesabu ya kwanza utakuja tena mwanzo mpaka mwisho hesabu ya pili, utakuja tena mwanzo mpaka mwisho hesabu ya tatu. Utaisoma mara ishirini na moja mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mara ishirini na moja Itapofikia tayari ushafikisha mara ishirini na moja baada ya hapo utasoma alam tara. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, hii ni suratul Fil.

la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Utafuta waradi huo mara elfu moja. Utapoitimisha mara elfu moja, mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam mara kumi au mara ishirini na moja au mara arobaini na moja au mara mia moja kulingana na muda wako utakuwa amebakisha. Kisha baada ya kumswalia Mtume, omba dua jumuia, sawa? so, hapo dua yako itakuwa isha kamilika, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe ambaye una kesi mahakamani, kesi yoyote ile, kesi yoyote ile ambayo upo mahakamani, jitahidi hiyo kesi, soma dua hii kila siku ndani ya wiki nzima. Kifano, natakiwa kesi hiyo mahakamani uweni tarehe ishirini, leo ni tarehe kumi basi kuanzia hiyo tarehe kumi na moja hiyo anza kusoma dua hii, tarehe kumi na moja soma dua, tarehe kumi na mbili soma dua, tarehe kumi na tatu soma dua, tarehe kumi na nne soma soma dua. Na inapendeza dua hii uwe unasoma nyakati za usiku. Sawa? Kila siku ndio wiki nzima, ile ile siku ya mwisho ambayo kesho yake nka mahakamani isome hiyo dua usiku na asubuhi yake, ile muda kutoka kwenda mahakamani, hakikisha domu na urai huu la ilaha illallah, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Toka elekea mahakamani huku unavuta la navuta huo radi a kuana ukuna mlea Mwenyezi Mungu kimoyomoyo. Utapofika sehemu karibu na mahakama kanja ka mahakama mahakamani mahakamani sameshafika sa bismillahi rahmani rahim, ingia mahakamani. Mda ule sherehe mahakamani mmekaa, unasubiriwa jina lako au jina la kesi yenu liitwe, basi cha kufanya utaposikia tu fulani bin fulani au kesi fulani inapaswa wewe inuke, basi msalimu mtume wala mara moja tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, alafu naenda. Insha Allah utaona maajabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu tusidhulumike sana. Tunadhulumika kwa sababu vitu vingi tunavijua lakini hatupendi kuvitumia Watu wengi ambao comment zenu naziona wengi mmesoma Qurani, lakini hampendi kutumia kitabu cha mwenyezi Mungu kuomba dua, na mnapenda sana kuvalishwa hirizi na kufanya vitu vya ajabu. Nachokuombeni sana ndugu zangu, tuitani sana, tumwelekee Allah subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma dua mbalimbali. Tusome dua sana tu, hichi ni kitabu cha Allah subhanahu wa Ta'ala. Sidhani kama mtu anavyotoka maamua amekaa leo anasoma hii dua, anasoma hii dua leo, kesho kesho kutwa, akiomba kheri Mwenyezi Mungu amjalie afanye pesa apate kushinda kesi yake. Sidhani mtu kama huyu kama atamua kufanya hivi kama ataingia kwenye shirki. Tofauti na mtu ambaye anaenda mahakamani kabla hajaenda, kaenda kwa mganga kavalusha mahirizi. Hirizi moja kwenye kiatu, moja kwenye shati, moja kwenye mfuko, moja kavaa kiunoni na akishafika pale na mbwa mara hii mwage, afanye hivi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana huyu mtu akajikuta anafanya shirki. Basi mwenye kujua anafanya shirki, hebu tutumia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hebu tutumie hizi adhkari ambazo tumefundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unadhani kwa nini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'in fil ardhi wala fis sama'i wa huwa, samil alim, audhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Na adhkari nyingi sana mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam anatufundisha, lengo ni kutuzindua sisi. Zikifika zama kama za sasa hivi, ushirikina umekuwa mwingi, basi tudumu na izi adhikari, tudumu na izi adhkari katika kuyaendea majambo yetu. Kwa hii Qur'ani kukaa chini uka mlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa idadi kadhaa si dhambi, tofauti na mtu ambaye kavalusha mahirizi. Si dhambi, kaa chini mwelekee Allah, mlilie Allah. Tusha tuwasoma uko nyuma, nyakati nzuri za kumlilia Allah, nyakati za usiku sawa. kwa kwao cha msingi tufanya kitu hicho, tumwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, uchawi upo, tuepuke uchawi, lakini hali kadhalika tujitahidi sana tuwe watu ambao wa kusimama nyakati za usiku kufanya ibada, na kama sio kulogwa tulogwe, tunalogwa sana, lakini alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora wa kupindisha vitimi vya watu ambao ni wabaya, kwa tusiache kusoma dua, tusiache kujikinga na dua. Tusiache kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, badala yake tuwe watu wa kufanya ibada, tuwe watu wa kufanya adhkari, kusoma Qur'ani kwa wingi, ili insha Allah tupate rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sadaka nimewaletea, na chukua mimi tu, tupate kuichukua hii sadaka. Tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pa tupokosea atusamehe, pa tupopatia Mwenyezi Mungu atusitupe kiburi, asitupe jeuri